Akiwa kwenye ziara ya kukagua utekelezaji wa mpango huo kwenye kata zote, Mkuu wa Wilaya Nyang'hwale, Grace Kingalame amefika kata ya Shabaka, amesema zoezi hilo linafanyika kwenye shule zote sabini na nne za msingi na sekondari zilizopo wilayani humo. Chotarajia ni kwamba watoto wetu wakifungua shule tarehe kumi na tatu watakutana na akiba ya mwaka jana na haya ambayo yanalimwa sasa hivi yataendelea kukua ili baadaye waendelee kuweka hifadhi katika maeneo yetu. Na lengo letu pia ni kuwapunguzia kero wazazi. Hii biashara ya mzazi lete gunia la mahindi, lete gunia la mchele tu, tu, tu focus kwenye vitu vingine. Haya mambo ambayo tunaweza kuyatatua uh, kwa urahisi, tuyatatue na ndio maana tulikubaliana na mkurugenzi tukagawa mbegu ili turahisishe jambo hili. Kwa upande wake, afisa elimu wa kata ya Shabaka amesema zaidi ya wanafunzi elfu tano mia saba kutoka shule saba za msingi na shule moja ya sekondari ndio wanufaika wa moja kwa moja. Huku kaimu mkurugenzi wa halmashauri hiyo amesema mpango huo umeanza kuonesha matokeo chanya tangu ulipoanza kutekelezwa. Kwa shule zote hizi za kata ya Shabaka ambazo mimi nazisimamia, kwa kweli tumejizatiti katika shughuli hii na hii tumeona mfano mzuri tulipoanza watoto kula chakula shuleni. Hata matokeo mwaka huu yamepanda, shule tatu tumeingiza kumi bora katika halmashauri ya wilaya Nyang'hwale. Lakini kuna programu ya kugawa viazi lishe ili waweze kulima na kupata viazi vya kutosha. Programu hii inalenga kwenye mambo matatu. Jambo la kwanza ni upatikanaji wa chakula mashuleni kama nilivyosema lakini sehemu ya wanafunzi wenyewe kujifunza kwamba wanapomaliza darasa la saba wanakuwa wameelewa namna ya kulima. Mkuu wa wilaya kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri hiyo wamenunua mbegu zaidi ya kilo elfu moja mia nne na kuzigawa kwenye shule zote kwa ajili ya utekelezaji wa mpango huo. Kutoka Nyang'hwale, mimi ni Mrisho Sadik.